Kisha, wambia juzi, nilisema jambo, nikamsikia nikamsikia mwanaharakati mmoja huko gaibuni anasema huyu atakuwa, huyu ndo atakayekuwa waziri mkuu wa muda mfupi zaidi. Sawa, hata niwe waziri mkuu wa wiki moja, kwenye wiki hiyo, kwenye wiki hiyo sitaruhusu wa Tanzania waishi iwe nchi ya mabwana na watwana. Katika muda huo sitaruhusu Watanzania wawe na madaraja, kuwe nchi yenye mabwana na watwana, kwamba kuna sheria imetungwa ya, ya kuwalinda wa daraja la juu na kuwatweza wa daraja la chini kwamba akikosea daraja la chini anaadhibiwa pale pale, akikosea daraja la juu anapita. Ana, analindwa sasa. So, hilo ni la kuandika nalo, kwamba atakuwa muda mfupi zaidi. Nitawasemea wale wa, wa, wa daraja la chini, kwa sababu hata nikitoka, si ndio nitakaoisha na, nitakaoishi nao hata nikitoka si ndo nitakaoishi nao, hata nikifa si ndo watakao watakaonizika. Nyie mliwahi kuona kaburi, kaburi linajengwa na watu waliovaa suti? Mliwahi kuona kaburi linachimbwa na waliovaa suti? Lazima lazima, kila mtanzania lazima, kila Mtanzania apewe heshima ya kuona hii nchi ni yake.